Tumsifu Yesu Kristo ndugu mtazamaji wa Paulo Nyoni TV leo ningekwenda, mpendwa mtazamaji, kwanza kabisa usisahau kusubscribe, ku kulike na kushare na pia kutoa maoni mbalimbali ku comment katika hii Paulo Nyoni TV. Leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu Baba Mtakatifu po kwanza, tukijiuliza swali la kwanza: Je, mamlaka ya baba mtakatifu inapatikana wapi katika Biblia? Ukirejea katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na sita mstari wa kumi na nane hadi wa kumi na tisa pia katika Injili ya Luka mstari wa 31 hadi 32, Yesu alimchagua Simoni Petro kuwa kiongozi mkuu na wa kwanza wa kanisa lake. Tangu hapo utumishi huo ndipo ulipoanza, na tangu hapo utumishi umeendelea na ambapo hadi leo tunaye papa wa 267 saba ambaye ndiye papa mpya papa leo wa ambaye ni wa kumi na nne. Kwa nini mtu akichaguliwa kuwa papa huwa anabadili jina? Hii ni kwa sababu ya ukuu wa utume, ili awe mpya na aweze kutekeleza hivyo kama somo wake. Lakini pia labda hiyo ni kwa sababu alipompa Simoni utume huo, Yesu alimpa Simoni Petro, yaani Petro. Marko sura ya tatu mstari wa kumi na sita. Hivyo wanaitwa Baba Mtakatifu kutokana na hichi kiti ambacho aliki, alikiweka Bwana wetu Yesu Kristo kupitia mtumishi wake wa kwanza ambaye alikuwa kwa jina la Petro, na mpaka leo hivi tunaweza kusema atakuwa mtakatifu ao wa wasiwe mtakatifu, hili ni inategemea ni na bidii yake mwenyewe tukisoma kitabu cha wa kwanza wa Korinto sura ya tisa ishirini na sita hadi ya ishirini na saba. Lakini si kwamba ana tiketi ya kwenda mbinguni moja kwa moja, vilevile ni nafasi nzuri ya kujiweka katika utakatifu. Asante, usisahau kusubscribe, kushare na kulaiki. Mungu kubariki.